Je, unajiandaa kwa ajili ya mtihani wa KCSE. Karibu kwenye dakika tano za Kiswahili. Hapa tunaangazia kwa ufupi na kwa ufasaha vipengele muhimu ambavyo havikosi katika mtihani ya kitaifa. Katika kipindi hiki tunaangazia vitenzi. Ainisha vitenzi katika vifungu au sentensi zifuatazo. Babu ni mzee sasa. Awali alikuwa daktari. Alikuwa akiwatibu wagonjwa vizuri. Wengi walimpenda babu. Tumeagizwa tuainishe vitenzi katika kifungu hiki. Unaona vitenzi gani? Babu ni mzee sasa. Pale tuna kitenzi ambacho ni ni. Ni ni kitenzi kishirikishi kipungufu. Kipungufu kwa sababu hakina kiwakilishi cha wakati. Awali alikuwa daktari. Awali alikuwa daktari, pale tuna kitenzi kipi? Alikuwa. Tena hiki ni kitenzi kishirikishi, lakini sasa hiki ni kikamilifu. Kikamilifu kwa sababu tunaona kiwakilishi cha ngeli au nafsi a na tuna kiwakilishi cha wakati li. Hivyo awali alikuwa daktari, alikuwa ni kitenzi kishirikishi kikamilifu. Alikuwa akiwatibu wagonjwa, hapa tuna vitenzi viwili ambavyo vimefuatana, alikuwa akiwatibu wagonjwa, kimoja kinatuonyesha wakati na kingine hali. Vitenzi viwili vikifuatana namna hii, unajua bila shaka kuna kitenzi kisaidizi na kuna kitenzi kikuu. Alikuwa ni kitenzi kisaidizi, akiwatibu ni kitenzi kikuu. Halafu sentensi ya mwisho, wengi walimpenda babu, wengi walimpenda babu. Pale tuna kitenzi kimoja tu, walimpenda Hivyo basi kitakuwa ni kitenzi halisi, kitenzi halisi. Hivyo tayari ni aina tano za vitenzi tumeona: kitenzi kishirikishi kipungufu, kitenzi kishirikishi kikamilifu, tumeona kitenzi kisaidizi, tumeona kitenzi kikuu na tumeona kitenzi halisi. Halafu kuna hivi vitenzi viwili alikuwa akiwatibu, vimefuatana hivyo basi tunaweza kusema pia tuna vitenzi sambamba, vitenzi sambamba. Vizuri, natumai umepata. Wacha tuangalie mfano wa pili: kaka yumo nyumbani, angali anafua nguo. Hapa tuna vitenzi yumo, angali na anafua. Kaka yumo nyumbani, yumo ni kitenzi cha aina gani? kinashirikisha kaka na mahali, basi ni kitenzi kishirikishi. Tena ni kipungufu, kwa sababu hatuoni kiwakilishi cha wakati. Kwa hivyo yumo ni kitenzi kishirikishi kipungufu. Angali anafua nguo, nimesema, ukiona vitenzi viwili vinafuatana, ujue kuna uwezekano, kuna kitenzi kisaidizi na kingine ni kitenzi kikuu Hivyo basi angali kitakuwa ni kitenzi kisaidizi, halafu anafua kitakuwa ni kitenzi kikuu. Vizuri, tuangalie mfano wa tatu. huyu ni Esther. yeye ndiye mwalimu wa Kiswahili. Hapa unaona vitenzi vingapi? huyu ni Esther pale tuna kitenzi ambacho ni ni, tayari tumekitambua Hivyo basi ni kitenzi kishirikishi kipungufu, kwa sababu hatuoni kiwakilishi cha wakati. Huyu ni Esther, kitenzi kishirikishi kipungufu. Yeye ndiye mwalimu wa Kiswahili, yeye ndiye mwalimu wa Kiswahili. Kitenzi hapa ni ndiye. Ndiye ni kitenzi kishirikishi kipungufu ambacho kinafanya kazi ya kusisitiza, kinafanya kazi ya kusisitiza. Tuone mfano wa mwisho: mama anapika chakula ilhali kaka anashona nguo. Mama anapika chakula ilhali kaka anashona nguo. Unaona vitenzi vingapi? Tuna kitenzi cha kwanza anapika na tuna kingine anashona. Hapa tuna sentensi mbili, mama anapika chakula, na hii sentensi ina kitenzi kimoja anapika, hivyo basi kitakuwa ni kitenzi halisi. Halafu tuna sentensi ya pili, kaka anashona nguo. Hapa kitenzi ni anashona, na kitakuwa kitenzi cha aina gani? Kumbuka ni kitenzi kimoja tu, basi kitakuwa ni kitenzi halisi. Natumai umetambua kuwa kitenzi halisi hutokea kikiwa peke yake katika sentensi, vile vile kitenzi kishirikishi. Kwa hivyo ni muhimu unapopatana na sentensi yenye kitenzi kimoja tu ujiulize, je, ni kitenzi halisi ama ni kitenzi kishirikishi? Esther alikuwa mwalimu. alikuwa ni kitenzi na ni kimoja tu, ila kinafanya kazi gani? ya kushirikisha. Kwa hivyo kitakuwa ni kitenzi kishirikishi na ni kikamilifu, kwa sababu kuna a kiwakilishi cha ngeli au manafsi na kuna li kiwakilishi cha wakati. Esther ni mwalimu, ni ni kitenzi kishirikishi kipungufu, kwa sababu hatuoni kiwakilishi cha wakati. Sawa sawa, halafu ukipatana na sentensi nyingine kama vile Esther anafundisha ama Esther anafunza basi pale kitakuwa ni kitenzi halisi, maana kimetokea peke yake tu katika sentensi. Ukipata vitenzi viwili vikifuatana, muhimu ujiulize uh, iwapo kimoja kinasaidia kingine, basi tutakuwa na kitenzi kisaidizi na kitenzi kikuu. Kwa mfano, Esther alikuwa anasoma riwaya. Esther alikuwa anasoma riwaya, alikuwa anasoma. Alikuwa ni kitenzi kisaidizi, anasoma ni kitenzi kikuu. Natumai maswali hayo yamekufaa hata unapojiandaa kwa ajili ya mtihani skindi. Mbali vipindi vingine vingi vinjiani.